kuhusu majumuisho ya zoezi la udahili wa wanafunzi wa astashahada na stashahada kwa mwaka wa masomo 2025-2026 likiambatana na maelekezo mahususi kwa vyuo na wanafunzi wote nchini. Akizungumza leo Novemba 17, 2025 jijini Dodoma, katibu mtendaji wa NACTVET, Dkt. Mwajuma Lingwanda, amesema maombi ya programu za afya na sayansi shirikishi kwa Tanzania Bara, yalifanyika kupitia mfumo wa udahili wa pamoja, huku Zanzibar maombi yakifanyika moja kwa moja vyuoni. Baraza la Uh, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, yani NACTVET, linatoa taarifa ifuatayo kwa umma inayohusu majumuisho ya zoezi la udahili wa wanafunzi wa ngazi ya astashahada na stashahada kwa mwaka wa masomo 2025/2026 na pia tutatoa maelekezo mahususi kwa vyuo na wanafunzi kipindi hiki. Kulikuwa na jumla ya waombaji 49148 ambao walituma maombi ya kujiunga na vyuo katika programu mbalimbali. Kati ya hao waombaji 39553 sawa na, na asilimia 80 ya waombaji wote walichaguliwa, ambapo kati yao wanawake ni 20131 sawa na asilimia 51 na wanaume ni 19422 sawa na asilimia 49. Kwa hiyo maombi kwa kozi zisizo za afya yalitumwa moja kwa moja vyuoni na kisha vyuo kuwasilisha majina ya wanafunzi waliochaguliwa kwetu Baraza, yaani NACTVET, kwa ajili ya kufanyiwa uhakiki ikiwemo sifa za waliochaguliwa jumla ya wanafunzi laki moja na nane na mia moja na tisa walichaguliwa na vyuo waliwasilishwa na NACTVET kwa uhakiki wa sifa zao, ambao kati yao laki moja na sita na ishirini na mbili sawa na asilimia 98 ya waliowasilishwa walikuwa na sifa za kujiunga na kozi au programu walizoomba. Kwa hiyo utaona hapo ni kama asilimia mbili waliwasilishwa lakini wakiwa hawana sifa. Changamoto zilizojitokeza ya kwanza ni hiyo, baadhi ya uh, vyuo kuchagua waombaji wasio na sifa stahiki kama tulivyoona au asilimia mbili hapo, lakini hii uh, ni kwa baadhi ya vyuo uh, visivyotumia mfumo wa udahili wa pamoja, yani ile central admission system, kwa sababu wanadahili wenyewe, lakini changamoto ya pili, vyuo kuwasilisha maombi ya udahili kwa niaba ya waombaji bila ridhaa yao, au kutumia namba za simu ambazo si za waombaji husika kwenye hilo zoezi. Sasa, hatua zilizochukuliwa na baraza, kwanza baraza limetoa fursa ya marekebisho kwa waombaji kuomba pro programu wanazokidhi sifa stahiki, yani wale ambao waliwasilishwa wakiwa hawana sifa kutoka kwenye vyuo husika. Sasa baraza linatoa fursa kwa wao kuchagua programu ambazo wana sifa nazo. Fursa hii itaendelea mpaka tarehe 30 mwezi wa 11 2025. Lakini hatua nyingine iliyochukuliwa ni baraza kuendelea kutoa elimu kwa wanafunzi juu e, ya umakini katika utunzaji na utoaji wa taarifa zao. Awamu ya kwanza ni kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wanawasili vyuoni kuanzia leo, yaani tarehe 17 Novemba 2025. Na pia wanafunzi wa wanaendelea na masomo wao wanatakiwa kuwasili vyuoni uh, kuanzia tarehe 24 Novemba 2025. Tumesema kwamba kuna kuna kuchaguliwa, udahili unafanyika wa aina mbili. Kuna ambao tunatumia mfumo wetu wa pamoja ule Central Admission System ambao ni kwa vyuo vya afya, lakini kuna vyuo vingine vyenye programu nyingine wao wanachagua wanafunzi wenyewe. E, mwanafunzi anaomba moja kwa moja anachaguliwa na chuo. Lakini ili kuhakikisha kwamba tunalinda ubora, tunatakiwa inatakiwa wale ambao wameomba kwenye vyuo moja kwa moja vyuo viwasilishe kwetu kwa ajili ya kufanya uhakiki. Sasa tunapofanya uhakiki safari hii ndio tumegundua kwamba kuna asilimia mia mbili wamechaguliwa kwenye kozi au programu ambazo hawana sifa. Kwa hiyo ni, ni suala la chuo huko ndio kimefanya hivyo. Lakini ili hao wanafunzi wasikose fursa ya kupata programu ambayo ana sifa ndio tunatoa muda huu mpaka tarehe 30 mwezi wa 11 kwa mwanafunzi ambaye kwa bahati mbaya alichaguliwa kwenye Programu ambayo hana sifa na sisi tukaverify kwamba hana sifa basi aweze kupata programu nyingine ambayo ana sifa. Madhara yake ni nini? Ambapo mwanafunzi ataenda kwenye uh, chuo na asisajiliwe mm -hmm. Kwanza, ha, hataonekana kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo sisi kama warekebu ambao tunatakiwa tufuatilie, tuwe na taarifa za mwanafunzi tunazikosa na matokeo yake kwa madhara ya moja kwa moja kwa mwanafunzi ni yale ambayo unasikia, mnafahamu. Uh, NACTVET huwa tuna jukumu pia la kutoa ile award verification number kwa mwanafunzi ambaye amemaliza. Eh, mna, mmesikia mara nyingi kuhusu hiyo AVN. Ili mwanafunzi apate AVN lazima awepo kwenye mfumo wetu na taarifa zake kamili, ikiwepo matokeo sasa ndio maana tunasisitiza sana, kwa sababu mwisho wake mwanafunzi akiendelea kusoma tu bila kujua taarifa, kama taarifa zake zipo au hapana, anaweza akamaliza bila kuwa na taarifa kwenye mfumo na baadaye hata yeye mwenyewe akaja kupata shida kwenye kufanyiwa verification hiyo. Kwa hiyo ndio maana tumesisitiza kwa wanafunzi wote wanaoendelea, lakini wanafunzi wapya wanaojiunga mwaka huu, ahakikishe amesajiliwa kikamilifu kwenye mfumo wetu. Hayo ni madhara sasa. Tuje kwenye swala mm -hmm. la sasa hivi sifa zinazokosekana, kila program ina kitu kinaitwa entry qualifications. Eh? yaani sifa za kuingilia kwenye hiyo program. Kwa hiyo utaambiwa kama ni, ni, ni, ni programu kwa mfano za kihandisi zitataka uwe na umefaulu hesabu na uwe umefaulu fizik, fizikia eh? kama ni programu ya inayohusu inayoendana na lugha lazima umefaulu lugha na, na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizo ndo sifa ambazo unakuta mwanafunzi amezikosa. Ehe, vigezo vya kuingilia, lakini unakuta kwamba huyo mwanafunzi pamoja na kwamba amekosa vigezo labda vya kuingilia kwenye program A, vigezo vyake vinamruhusu kuingia kwenye program nyingine B. Ndio maana tukasema hapa tunatoa nafasi kwa yule ambaye alikosa kwa kuwa aliingia kwenye programu ambayo hana sifa aingie kwenye programu ambayo ana sifa. Wanafunzi wametakiwa kuripoti katika vyuo walivyochaguliwa na kujisajili kwa wakati, na baada ya kusajiliwa chuoni, kuingia kwenye tovuti ya NACTVET ya www.nactvet.go.tz na kuhakiki taarifa zao kupitia sehemu ya student information verification na kuripoti kasoro zote kwa chuo au NACTVET mara moja. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe na, taarifa zaidi inapatikana katika blogspot yetu ya Washindi Media.